Tulipokuwa tumeishia kipande cha tano, nimefika chumbani nikamkuta Hemedi amekaa kitandani. Alinivua mtandio kichwani akaniangalia vizuri pale aliponiumeza. Aliniambia tena I'm sorry, baby huku akiwa amenilaza kichwa kifuani kwake, alafu akawa ananipapasa pale aliponipiga kibao Bana, kumbuka, hii ni Vam TV, hii ni simulizi Wangu wa Rohoni kipande cha sita. Kama hukuwa nami kipande cha kwanza, unaweza kuanza kipande cha kwanza ili simulizi uweze kuielewa vizuri kabisa. Lakini niseme kama unaendelea hapa na hapo, ni vyema tuwe pamoja. Usisahau kulike na kutoa maoni yako. Mimi ni Mr. King Vam. tuwe pamoja mwanzo mwisho. Tunaendelea namna hii hapo ananipapasa, nilikuwa na enjoy tu vile Hemedi anavyonibembeleza, alafu alikuwa very romantic. Romanti, nilimsamehe. Alinikis zen, akaniuliza kama niko tayari kuvishwa pete na ye au na huyo mzungu alionipeleka 5 star. Nilimwambia nipo tayari kuvishwa pete na yeye ye. kwani unanichiti? aliniuliza lile swali lililosababisha anizibue kibao kingine. Nilikaa kimya, alafu ndo nikazidi kumuumiza bela nijibu. Ni jibu nachokuuliza, kwa nini unanichiti? Unahisi mimi sina uwezo wa kupeleka five star? Niliendelea kukaa kimya. Hemedi alichukia sana, aliamini kweli nimemchiti, lakini si kweli, mimi sikufanya chochote tulizozana huko chumbani. Baadaye Hemedi aliinuka akaelekea jikoni. Alirudi na maji ya moto akaniomba anikande pare shavuni, maana palishaanza kuwa peusi. Alinikanda taratibu. Baada ya hapo kuna kidawa alinipaka cha kuchukua cha kupoza maumivu. Alipomaliza akaniomba twende sokoni tukaheme tuje tuwapikie wazazi. Basi bwana, tulitoka kuelekea sokoni, tukanunua vya kununua, tukarudi home kupika. Hemedi hakuwa na raha hata kidogo. wakati niko pale kwake, simu yangu nilizima, maana nilijua tu lazima Lomi anipigie na hiyo ingenileta shida kwa Hemedi. Hemedi alinisaidia kupika lakini ndo hivyo, alikuwa na hasira sana juu yangu. Tulipika tukamaliza, nikatinga mezani tukala. Baada ya hapo, nikamwambia mimi narudi nyumbani. Nilikatwa jicho na huyo Hemedi. Mama aliniomba nilale pale kwa usiku huo ili tupange kuhusu engagement yetu. Nilisema sawa. Wazazi wa, wa Hemedi waliniomba kama nina familia ambayo naweza kuwaomba wanisimamie kwenye shughuli niwaambie, ili wao washirikishe hiyo familia upange kuhusu engagement ya ndoa yangu na Hemedi. Niliwaomba wanipe muda nikaongee na majirani wa pale tunapokaa, tuone kama atajitokeza mmoja kusimamia. Wazazi walinielewa waliniambia pia kama niko tayari kwenda kuwatafuta ndugu upande wa baba au upande wa mama, wao watanisapoti, kwa kile kitu kikubwa tu apatikane hata ndugu mmoja wa kulisimamia jambo langu. Niliwaza sana kwenda kuwatafuta ndugu wa baba, lakini ni kipindi kirefu sana kimepita tangu wazazi wetu wafariki. Hao ndugu hawajawahi kutukumbuka tena wara wasaa wowote kuja kutusalimia. Ndugu wa mama ndo kabisa. Uh, acha tu nikawashirikishe majirani, hao ndo wametukuza. Kuna siku tulizokosa chakula walitupatia, kuna siku tulizoumwa hatuna pesa ya dawa, wao wa walitupatia wazazi wangu wangekuwepo, wala nisingepata shida yoyote. Uyatima ni kitu kibaya sana. Wazazi wa Hemedi walinifariji pale. Baada ya muda kupumzika ukawa umeshafika, Hemedi aliwaonyesha wazazi chumba chao cha kupumzika. Walituaga pale nzeni, wao wakaenda kulala, mimi na Hemedi tulibaki sebuleni. Hemedi aliniambia, twende chumbani kwake nilimkatalia maana nilijua kitachoenda kutokea huko chumbani. Hemedi alipoona nambishia alinibeba juu mpaka chumbani, akanirusha kitandani kwake kisha akabana mlango. Unataka kufanya nini? Niache, niko periodi. Hemedi alicheka kisha akasogea mdomoni na kuanza kunilomansi. Alininyonya mno mpaka nikaanza kuzidiwa. Kila nikijitoa lipsi zangu mdomoni kwake, ananivuta karibu yake na kuanza kuniromansi upya. Baby ah imetosha jamani, nilimwambia huku nikiwa hoi tabani. Mwili ulikuwa wa moto sana, yaani nilikuwa natamani tu kukunwa mwenzenu. Hemedi aliniangalia usoni mwangu akiwa na hisia kali sana, aliniambia, Bera nakupenda lakini nahisi we hunipendi. Tafadhali usiseme hivyo. Ni kwa nini unaongea hivyo? Ni kweli nachokiongea, naona kabisa hunipendi, ni kama nakulazimisha uwe na mimi. Nakupenda sana Hemedi, sijui hata nafanyeje nini ili uniamini kuwa nakupenda. Ungekuwa unanipenda wala usinge mposti mwanaume wako nimwone. Umeniumiza sana Bera. Nilipiga goti chini, maana niliona kabisa ile ishu inamuumiza Hemedi kinyama, na ishu yenyewe hata haiko vile anavyoiwazia. Nilimwambia mimi yule mwanaume siko naye kwenye mahusiano, nilifanya vile tu kwa sababu na wewe ulimposti mwanamke wako Una uhakika yule mwanamke ni mwanamke wangu? Sijui lolote mimi. Ni kama si mwanamke wako, ni kwa nini ulimposti wewe? Unahisi mimi sijaumia na ulichokifanya? Basi Hemedi akasema, nisamehe mke wangu, ni hasila tu ndo zilipeleka nifanye hivyo. Sitaki Hemedi, usinishike. Nilianza kulia na vile nina vimachozi vya karibu. Wahinga walishasema hasila ni hasila wote tulifanya upuuzi kwa sababu ya hasira na sasa tumebaki tunaumia wote, ni nani alaumiwe? <laughs> Hemedi alipoona na lia alinipiga alinipigia goti chini, akawa naomba nimsamehe na alinihakikishia yule mwanamke sio mwanamke wake. Nilimwambia sawa na mimi yule mwanaume sio mwanaume wangu, kila hisi la hisi tu, siwezi kuamini Bela kwanza simu yako iko wapi? ya nini? usiniulize ujinga Bera, nitakuumiza. Toa simu ulipoiweka, unipe. Nataka nimwone huyo mwanaume anayekufanya unizalau mimi. uwe nye hivyo, okichaa ndo naenda kufunga naye ndoa? Mbona kutakuwa na tunasuluhisha kakitu kidogo usiku mzima. yaani kila kitu tukielekea kuweka mambo sawa tulale, anali, analianzisha upya jambo lile lile. Kumpa simu haikuwa rahisi, maana teksi za lomi nilikuwa sijazifuta, na niliofia ile simu ikiwashwa, lazima ziingie meseji zingine kutoka kwa lomi, na kwa jinsi Hemedi nilivyomwona, ana wivu kupitiliza na ana mahasila sana, akiwasha ile simu ataniua. Nilingang'ania kimkoba changu chenye simu, sitaki kukiachia. Basi nilinaswa kibao kingine kimoja, mkoba ukaanguka kule, mimi nikaangukia huku. Hemedi unanipiga mimi, nilianza kushauti, nalia, sielewe. Wazazi walisikia zile kelele, wakaamka, walikuja kutugongea chumbani, Hemedi nini kinaendelea? Wanianza kuhoji kabla hata mlango haujafunguliwa, nilizidisha kilio, mama nisaidie, nakufa. Ukawa wananiambia nifungue mlango, nafunguaje? Hemedi yuko hapo, hataki hata nipige hatua. Wazazi walizidi kuita mlango ufunguliwe, Hemedi akaomba akalale, hata nigusa tena. Mzee alichukia sana, alimfukia Hemedi na kumwamuru afungue mlango. Hemedi akafungua Alimpiga makofi huo Hemedi akawahi kuomba msamaha, baba nisamehe. Kwa nini unampiga mwenzio? Akasema bela ananichinie. Nilitamani ni pae nikimbie ile nyumba. Hebu tokeni wote mje hapa sebuleni, mtueleze kinachoendelea. Tulitoka mimi na Hemedi tukaelekea sebuleni. Kumbuka ni usiku saa saba. Wazazi walikuja kutusulu kutusikiliza shida inayotugombanisha usiku huo wa manane. Hemedi aliulizwa kwa nini ananipiga, akadai mimi na msaliti na mwanaume wa Kizungu hau una uhakika gani? Akasema nilijiposti status niko na huyo mwanaume na nikaandika love of my life. Kisibitisho unacho akasema ndio, niliscreenshot hiyo posti. Aliwaonyesha wazazi wake ila posti yangu. <laughs> Mwenzenu nilikuwa kimya, limenishuka oh shu. Nilikuwa najilaumu kwa nini nilimfanya hivyo. Wazazi walikasirika sana, wakaniuliza Bela, huyu mwanaume ni nani? Naeleza nini mimi, nilikaa kimya. Baadaye nilipoona wazazi wananikomalia nikawaambia, naombeni mnisamehe. Ni kweli niliposti hiyo posti lakini huyo si mwanaume wangu. Hiki kivipi? asingekuwa mwanaume wako ungemlalia kifuani hivyo? Ilibidi niweke mambo yote wazi, sikuona kama kuna umuhimu wa kuficha chochote <tuhi> nilianza kuwambia wazazi. Niliwambia wazazi usiku tuliondoka kwao baada ya kutambulishwa, ndio siku tulioanza kukosana mimi na Hemedi ugomvi ulikuwa unahusu nini? Nikawambia siwezi kuelezea pale mbele ya baba, labda nikaongea na mama pembeni. Mama alisema sawa, tukatoka pembeni, nikamweleza jinsi ugomvi wetu ulivyoanza. Ni baada ya Hemedi kutaka mapenzi nikamkatalia asobele tufunge ndoa, na hapo ndipo alipoanza kunichukia. Nilimweleza mama kila kitu, mpaka nilivyokutana na Lomi kazini kwangu, na nilimwambia Lomi alihitaji tu mtu wa kumtembeza, si mpenzi. Mimi sijawahi kukutana na mwanaume yoyote kimwili, mama, nasubiri mpaka niolewe. Ndo maana hata Himedi nilimwomba asubiri kwanza tufunge ndoa. Sijawahi kumsaliti, ila ananihukumu bure tu. Mama aliniambia, kama hiki unachonieleza cha kweli basi, Hemedi kakukosea sana. Nilimhakikishia mama siwezi kumdanganya, ila kama haamini, basi maamuzi wanayo wao. Mama alinipeleka chumba cha wageni nilale, yeye akarudi kuongea na Mr. Martini pamoja na Hemedi. Sijui waliongea nini, mimi nililala huko chumbani mpaka asubuhi. Nilipoamka nilikuta tayari wazazi wa Hemedi wameshaamka, ila Hemedi hakuwepo. Niliwasalimia wazazi nikawaaga, mimi naondoka. Waliniomba tuongee kidogo kabla sijaondoka. Wazazi wa Hemedi walinipa pole kwa kile kilichotokea usiku, wakaniomba niwasamehe, mwenzangu ni hasira nimsamehe mwenzangu, ni hasila na wivu alionayo kwangu ndo ulipeleka yeye kuchukua hayo maamuzi mabaya. Waliniambia pia kuwa wao watasitisha mipango ya ndoa. Walichonisihi tu ni kwamba nimtafute Hemedi, tumalize tofauti zetu, na baada ya hapo tuwaambie ili waendeleze kile walichokipanga niliwakubalia tu, lakini sidhani kama nitaenda kumtafuta Hemedi. Yeye ndo anatakiwa anitafute mimi kwanza. Nishaanza kumwogopa mwanaume wa kupiga mimi, hatuwezani kabisa. Nilikuwa na hasira sana, kiasi kwamba hata upendo niliokuwa nao juu ya Hemedi ulianza kuporomoka. Sikutaka kuendelea kubaki pale, niliwaaga wazazi nikasepa. Nilichukua boda nikaenda mpaka nyumbani. Niliwasha simu yangu nikakuta meseji nyingi sana kutoka kwa Lomi. Alikuwa na wasiwasi sana kuhusu mama, kumbuka nilimdanganya mama anaumwa, so alipoona siko hewani, akahisi huenda mgonjwa kazidiwa sana. Nilikaa kidogo, Lomi akanipigia nikawa sipokei, anatuma meseji sijibu Baadaye nikazima tena simu. Niliwaza sana hiyo siku nzima, nikajiuliza Hemedi ndo huyo haeleweki, sijui aliloamua kichwani mwake mpaka muda huo. Lomi naye ndo hivyo anaelekea kumpoteza, maana hizo simu anazopiga sipokei, meseji sijibu, ataona ni kama vile anajipendekeza kwangu na mwisho atanipotezea. hawa wanaume wawili sitakiwe kuwapoteza wote. Kati yao inatakiwa apatikane mmoja wa kunioa, iti Aiza niolewe na Hemedi kama atajirudi, asipojirudi basi nitaolewa na Lomi. Hiko ndo kitu nilichokiamua kwenye kichwa changu siku hiyo. Hemedi hakunitafuta, sio kwa message wala kwa simu hajali kama alinibabua vibao, uso wote umeumuka, hata kunipiga anijulie hali hakuna. Usiku wakati nipo kitandani, Lomi alinipigia tena. Nilipokea simu, tukasalimiana. Kiukweli alikuwa na wasiwasi sana. Nini kilikupata, Bela upokee simu yangu? Yeah. Na meseji zangu hujibu, worth long with you. Nilimwomba sori. Akaniuliza, uko sawa kweli? Nikamwambia ndio, si jambo. Mgonjwa anaendeleaje? Nikamwambia mgonjwa amefariki. Bora nitumie huu muda kumwambia mama amefariki, maana ipo siku atahitaji kumwona na nitakosa cha kumwambia. Alisikitika sana aliniambia, ataiahirisha safari yake Kilimanjaro ili aje kunifariji kwa kifo cha mama angu. Nilimwambia sawa, Lome, it is okay. Alinibembeleza sana akanipa maneno ya kunitia moyo na mwisho akaniahidi yeye atakuwa na mimi bega kwa bega popote pale nitakapomhitaji, nisisite kumwambia Nilimshukuru sana Lomi. Aliniambia kesho atarudi da. Aliniambia akishafika atanipigia niende kumchukua, aje huko kuhani. Kweli siku iliyofuata jioni, Lomi alinitafuta akaniambia, tayari amesharudi, kama nitaweza niende kumchukua au nimwelekeze mtu wa taksi amlete mpaka nyumbani. Sasa ikifika hapa akakuta hamna hata dalili za msiba, si atanishtukia. Wakati nafikiria cha kufanya, domi alinipigia tena akaniambia tayari ameshapata usafiri, akanipa ni mwelekeze wa taksi nyumbani kwetu awalete. Alidai anakuja na rafiki yake waliokutana naye huko Arusha kwenye mkutano nye. Sikuwa na cha kufanya, nilimwelekeza dereva, ila nilimwelekeza njia ya kuzunguka ili wachelewe kufika. Niliwaza nimwambie ni, ni majirani, niwaambie majirani waje wajae wajae pale home, lakini mm, baadaye watanionaje mimi? Nilitamani nipate mtu wa kunishauri juu ya hili lakini, mwenzenu sina hata marafiki. Basi tu acha tu lomi afike, akiniamini sawa, asiponiamini pia it is okay Mida ya saa moja kuelekea saa mbili, Lomi alinipigia akaniambia dereva amefika sehemu niliyomwelekeza. Nilitoka nikaenda kuwachukua nikawaleta nyumbani. Baada ya kuwafikisha ndani, nikakaa nao hapo sebuleni kwenye mkeka. Ndani kwetu sio pazuri jamani, kwanza nyumba yetu wazazi walifariki kabla haijaisha, chini haina sakafu, ni vumbi, na madirisha tumeziba na mifuko hakuna hata fanicha za maana. Kama kameza tu kidogo na viti vitatu navyo ni vya plastiki. Tulikaa pale Lomi wakawa na nifariji. Nilienda nikawaletea picha ya mama angu, nikawaonesha, na haya baba pia nikawaonesha, nikawambia hata baba naye alishafariki, nimebaki mimi tu na mdogo wangu. Lomi alinihurumia sana, aliniuliza mdogo wangu yuko wapi? Nikamdanganya alibaki kwa rafiki yake mama huko tulikofanya mazishi. Lomi hata hakunihoji mambo mengi, muda mwingi alitumia kunifariji. fariji Ilipofika saa tano usiku waliniambia wanataka kuondoka, wakapumzike waliniacha, waliniachia kiasi cha pesa kama pare baada ya hapo nikawatoa wakaondoka. Siku iliyofuata Lomi alikuja tena kuniona. Awamu hii alikuja peke yake na alikuja bila hata kunitaarifu. Nakumbuka hiyo mida nilikuwa zangu nje nafua, ghafla nikasikia sauti ya Lomi akiwa ananiita, hello Bella. Nilishtuka sana nikampokea na kumuuliza umepa umepakumbuka hapa? Akaniambia dereva alowalita jana alipakalili. Du, nilimuingiza ndani haraka haraka kabla hajaonekana kwa majirani. Aliniuliza unaendeleaje, nikamwambia niko poa tu. Aliomba nifungue mfuko alokuja nao, kuna chakula changu kanibebea. Baada ya kufungua, nikakuta chips, kuku na juisi. Nilimwambia sante sana. Sijui hata alijuaje kama nina njaa, maana tangu asubuhi nilikuwa sijapika chochote. Nilinao mikono nikamnausha nika naye tule wote, akaniambia no, nope, mimi nimeshakula, ali onja tu then akani achianile chips. Ilikuwa tamu sana, nili komba yote, na hiyo nyama ya kuku ndo kabisa. Nilitafuna mpaka mifupa, nilishushia na ile juice ya baridi, nikishiba kitumbo ndi Lomi alikaa na mimi mpaka usiku, tulikuwa tu tunapiga story. Maski ni mkaka wa watu, hana hata mawazo ya kijinga usiku. Aliniomba nijikaze tutoke, tukalale then nitarudi home kulala Nilikubali, alimpigia yule dereva taxi akaja kutuchukua akatupeleka sehemu si ya chakula, tukala na then baadaye. Hapo yule dereva taxi alitubeba wote, wakanirudisha nyumbani. Baada ya hapo akampeleka Lomi hotelini. Siku hiyo usiku nikiwa nimelala, Lomi alinipigia simu akaniambia anapanga kurudi UK, lakini before aludi aliniomba kitu kimoja. Aliniambia nikaendelee nikiendelea kukaa pale ndani kwetu nitazidi kuwa na kumbukumbu mbaya juu ya vifo vya wazazi wangu. Alinishauri tutafute nyumba nzuri sehemu ingine anipangishe alafu kule kwetu hata nisaidia kuikarabati ile nyumba zeni niipangishe. Kuhusu mdogo wangu aliniambia tukishapata nyumba nitaenda kumchukua niishi nae. Nini kitaendelea? Hii ni Vam TV online, simulizi kabambe zinaruka, hakikisha una subscribe tuwe pamoja kipande cha saba. Hiki kilikuwa ni kipande cha sita.